arakingirite kia DCP kiri gitongoregio ni mwishimi wa rigathi wa gashagwa na mudogo eto

agitwara ndu kundu gutari kuona ruku managia na ru mwa mushoba arauga eh, no watu tam kana no gutigirira ati thirikari ya President William Ruto ne akoro gishaguru itena ringi ya keri okirikana gathoni wa mushoba athiete na mbere na kuburania maundu eh maria magikorirwa makihandika kuringana na ke agikuga ati gatho wa gashagu hena kigina kia besha eragirwo ne gatha akoro akihera thirikari ne na na keri gatho wa gashagu hena besha yawe akoragwa akienda

egwete kireka thini wa gicokea kenya na riri ucio niguo gokoro kigeria gukorwo na no ni baratha